Naomba mashine zote hizo zirudi, mtatuumiza sasa. Hii imekuwa hospitali au kimekuwa kitu gani? Sisi bado tunalia na yeye. Yule aliyefungua mashine, Mungu atamuona, atapata laana bure, atapata ajali bure. Arudishe mashine, akaitupe tatabu ndeni huko, sisi tutaiokota. Katika hali isiyokuwa kawaida, wakazi wa kijiji cha Chamwino Ikulu wilayani Chamwino mkoani Dodoma, wamejikuta wakijawa na hofu baada ya kupotea kwa kifaa cha mionzi ultrasound ndani ya kituo cha afya cha Chamwino siku chache zilizopita. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara uliohudhuriwa na serikali ya kijiji hicho, baadhi ya wananchi wametoa wito kwa mamlaka husika kuangalia kati ya suala hilo na kuhakikisha kifaa hicho kinapatikana ili huduma ziendelee kama kawaida. <laughs> Tunalia na yeye, yule ye aliyefungua mashine, Mungu atamwona, atapata laana bure, atapata ajali bure. Arudishe mashine, akaitupe tata bondeni huko, sisi tutaiokota. Tunataka mashine yetu. Vyombo vya ulinzi wanafanya kazi yao, na wafanye kazi yao, wafuatilie, wachukue mahusiano ya hudumu wote wa pale ndani, wafuatilie, watapata tu uwezo huo wanao. Tunataka mashine yetu, tunaomba mashine zote hizo zirudi. Mtatuumiza sasa. Hii imekuwa hospitali au kimekuwa kitu gani? Tuko hapa kwa ajili ya huduma ya hapo. Sasa leo hii mtu kaugua anafanyaje? Tufie milangoni? Hii ni kasfa ya Chamwino Ikulu. Na kule kuiba, yawezekana wameiba, lakini mimi nasema hawajaiba wamechukua watu wanaojulikana pale pale, wamechukua watu wanaojulikana pale pale, na yawezekana wale waliokamatwa kwenda kuhojiwa, wengine wameonelewa tu, maskini wa Mungu. Bado wamechoma ukuta, wameiacha nge pembeni. Yawezekana kati ya waliokwenda kuhojiwa baadhi, siwezi kukataa lakini mpango huu umefanyika pale pale pale kwa mhasibu wanapotunza funguo. Kuna kamera, nilipouliza kama mwenyekiti, wanasema kamera imechezewa pale, haionyeshi nani kachukua ufunguo. Kwa nini kipindi cha upotevu wa mashine kamera zichezewe? kama sio muhusika wa kituo cha afya anawezaje kuchezea kamera? kwa hiyo tumewachia ulinzi na usalama, kituo chetu cha polisi wanaendelea na mpambano. Ah, mwenyekiti, mada ya wizi ulioisema ni kweli ipo. Miezi miwili iliyopita, tulibiwa mashine ya kupima pressure pamoja na oksijeni mwilini yenye thamani ya milioni kumi na tano. Alhamisi ah, ya wiki iliyopita, kwa mkia Ijumaa usiku tulibiwa ultrasound yenye yeah, thamani ya milioni sabini na nane laki nane na sitini na mbili elfu. Baada ya wizi huu kufanyika, taratibu za kiofisi zilifanyika kupitia mganga mfawidhi na uongozi wa kituo kwa ujumla kutoa taarifa maeneo mbalimbali ikiwemo kwa mtendaji ofisi ya kijiji na polisi. Na polisi kwa haraka walifika pale wakaanza kazi ya uchunguzi kazi hiyo inaendelea mpaka sasa, na watumishi waliokuwa zamu siku ile wote walikamatwa, na baadhi yao bado wako ndani mpaka sasa, wanahojiwa. Kwa hiyo tumeombwa tuwe na utulivu kusubilia majibu ya upelelezi. Kama itakuwa vinginevyo, watafikishwa mahakamani au watasaidia polisi kuhakikisha kwamba ultrasound hiyo inapatikana. Hadi sasa haijafahamika mazingira ya kupotea kwa kifaa hicho, ambapo mwenyekiti wa kijiji cha Chamwino Ikulu Gilbert Momonga akilaani tukio hilo, huku mwakilishi wa mganga mfawidhi wa kituo cha afya cha Chamwino Dkt. Edwin Kongora amethibitisha kupotea kwa kifaa hicho. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Shindi Media, bila kusahau subscribe, comment, like na share ili upate mwendelezo wa taarifa hii.